Tuko katika ziara ya uhamasishaji na lengo letu au lengo langu ni kutoka na kuzisaka kura kwa ajili ya wagombea wa chama chetu cha Mapinduzi. Wagombea wenyewe ni Mama Samia, Dokta Mwinyi, lakini pamoja na wabunge, wawakilishi na madiwani wa majimbo yote ya Kaskazini, na ziara yetu hii rasmi imeanza leo itachukua takribani muda wa siku saba mpaka kumaliza majimbo yote nane ya mkoa wa Kaskazini Unguja, na leo hii tumeanza Bumbwini na tutakuwa na mwendelezo wa majimbo mengine yaliyobaki. Wananchi wanaitikia, wameitikia na wataitikia. Kila napopita wananchi, nashukuru wamenionyesha kwamba wao ni sisi na sisi ni wao, na wameniahidi kwamba ifikapo Oktoba ishirini na tisa saa tatu asubuhi tutakuwa tumemaliza jambo letu la kutiki kwa viongozi wetu wote wa Chama Cha Mapinduzi, kuanzia marais hadi madiwani. Lengo na madhumuni ya ziara yangu hii ya kupita kusaka kura ni kuongea na makundi mbalimbali mbali, na katika hayo makundi mbalimbali mbali, yamo makundi ya vijana ambao ni bodaboda, wavuvi kwa ujumla wao. Lakini hawa vijana wote wamenihakikishia kwamba wao watakuwa mstari wa mbele kuitunza amani ya nchi hii kama viongozi wetu wa nchi hii wanavyoieleza kwa upana, na wao wamesema na wameahidi kuwa watakuwa bega kwa bega na marais wetu na viongozi wetu, kwamba wataitunza amani hii leo mpaka tukimaliza uchaguzi na maisha yatakayoendelea. Kwa hiyo vijana hawa nimekutana nao, wameniahidi na wamenipa salamu kwa viongozi kuzifikisha kwamba wao hawatakuwa sehemu ya kuivunja amani hii na kuivuruga, isipokuwa wao watasimama kuhakikisha amani yetu inaendelea kung'ara katika nchi yetu. Tunakuombeni nyinyi na waliopo nyuma yenu, kwa heshima kubwa sana sana, tukawahamasishe wananchi wenzetu, tusichague huyu wanani, huyu wanani. Wananchi wote wanatakiwa kuwa kitu kimoja kwenda kukichagua Chama cha Mapinduzi utakapofika tarehe ishirini na tisa Oktoba. Wa kufanya kazi hiyo ni sisi, sisi tuliopo hapa tunao uwezo sasa hapa, wa kutoka hapa tukaenda tukawashawishi wengine.